Karibu kwenye stori za tauni na Samson Jelmaya, na hii ni Global TV ambayo inakuletea stori zote za wasanii wa hapa bongo, au sio hivyo? usiache kusubscribe chaneli yetu Global TV online, ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa hapa bongo pamoja na wambele, na hizi ni stori za tauni. Kinachoendelea hivi sasa ni kwamba kuna picha zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zikimwonyesha Hamisa Mobeto akiwa na Petit Man wa kuache kwenye mahaba mazito, ambako kwa sasa Petit Man yupo kwenye mahusiano na mke wake na ana familia yake iliyokuwa imara na thabiti. Ila caption ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na picha hizo kwamba Esma ambaye ni mke wa Petit Man kuwa wameshea mapenzi na Hamisa Mobeto. Ila alipoulizwa Petit Man juu ya hizi tetesi na hizi picha, alichofunguka huyu hapa, msikilize anachokisema: picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni za zamani sana. Hazina uhusiano wowote na maisha yangu ya sasa au na yale yanayoendelea kuhusu Hamisa ambaye anaonekana pia katika picha hizo kwa sasa. Yoyote ambaye ameamua kuzisambaza ana nia moja tu, kuniunganisha katika sakata ambalo sihusiki na kunichafulia familia yangu. Mimi kwa muda mrefu niko na mke wangu mpendwa ambaye kila mtu anamfahamu na tuko biuzi kujenga familia yetu. Inawezekana jambo hili aliwafurahishi baadhi ya watu, hivyo kaamua kusambaza picha za zamani kwa nia zao. Niseme tu kwa ufupi hizo picha sio za kutilia maanani, ni picha za zamani sana. Kwa sasa sio muda wa kuchafuana. Huu ni muda wa kila mmoja wetu kupambana na kujijenga na kulea familia yake, kama mimi ninavyoilea familia yangu. Mimi kama baba wa familia jukumu langu ndio hilo tu, kuiangalia familia yangu na sio kuangalia vitu ambavyo vinaendelea katika mitandao ya kijamii. Hayo ni maneno ya Petit Man wa kuwache, ambaye kwa sasa ana familia yake ambayo ipo imala na thabiti, ambapo ateteleki na wanawake na wala aumii kuhusiana na picha ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii. Usiache kusubscribe channel yetu Global TV Online, hivyo usiacheku ili usipitwe na mastori yote ya wasanii wa hapa Bongo. Ishi bila wasi na Red Relax. Jiunge na vifurushi vyetu vya silver, gold na platinum na utapata dakika nyingi za kupiga mitandao yote SMS na MB pamoja na dakika za kupiga simu nje ya nchi. Kifurushi chako kinapoisha, unauweza uwezo kufanya kijinunue au kijirudie chenyewe upya huku dakika, SMS na MB zako ambazo hazijatumika zikihamishiwa kwenye kifurushi chako kipya. Si hayo tu, ukinunua kifurushi cha Red utaweza kufurahia huduma za app ya sokoni bure, taarifa fupi za Mpesa bure, kipaumbele ukitembelea duka lolote la Vodacom nchini na ukipiga simu huduma kwa wateja na kuarifiwa ukipiga simu na kuikosa bure. Piga nyota 149 nyota 01 alama reli. Chagua Red sasa, uishi bila wasi. Kuenjoy burudani ya muziki, kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo, vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu.